Ni kuona kwamba mashirika ya umma yanaendelea kuwa sura ya serikali katika utoaji wa huduma public service, lakini pia kuwa sura ya serikali katika uwekezaji wa umma yani public investment. Nataka tuhakikishe kwamba mashirika ya umma yanaenda kufanya vizuri katika maeneo hayo mawili ili afanye vizuri e, tunafanya mageuzi makubwa sana, moja katika utendaji wao ili mashirika uma ya umma yaweze kuboresha na kuimarisha utendaji wao ili kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi, kwa sababu serikali inatoa huduma kupitia mashirika ya umma. Kama ni afya, ni kupitia mahospitali yetu; kama ni elimu, ni kupitia mashule yetu, kupitia mavyuo vikuu yetu. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunataka tuliboreshe, lakini la pili, mashirika ya umma ni sura ya serikali na sura ya umma katika uwekezaji wa umma e, serikali imewekeza e, takribani shilingi trilioni tisini nukta sita kupitia mashirika ya umma, na tungetaka uwekezaji huu uweze kuzaa e, kwa maana ya kuendelea kujenga uwezo wa serikali e, katika kutoa huduma za kiuchumi, lakini pia kuhakikisha kwamba mashirika ya umma yanachangia kikamilifu katika pato la taifa. Kwa hivyo kupitia eneo hilo tunafanya mageuzi makubwa vile vile katika utendaji wa mashirika ya umma lakini vile vile katika e, muundo wao kwa maana institutional framework, na kazi yangu kama waziri ni kuhakikisha kwamba tunasimamia maelekezo ya mheshimiwa rais e, katika mageuzi hao ambao wanayataka na kwa sasa e, kazi yangu kubwa ni kuwapatia hawa bwana sheria nzuri ya kusimamia uwekezaji wa umma na tupo katika hatua za mwisho inatarajia kwamba e, sheria mpya ya uwekezaji wa umma iweze kufikishwa katika baraza la mawaziri e, muda mfupi ujao na hatimaye iende bungeni. E, lakini muhimu sana ni kuona kwamba tunabaki na mashirika ya umma ambayo yanatija. Kama shirika ya umma linafanya biashara, tungetaka kuona linafanya biashara kwa maana kwamba inatengeneza faida, linatoa e, gawio sahihi kwa serikali mashirika ya umma ambayo yanapaswa kufanya biashara yatapewa muda, na pale ambapo yameshindwa kufikia vigezo, maelekezo ya mheshimiwa rais rais yapo ama yaunganishwa na mashirika mengine ama yafutwe. E, huo ndio mwelekeo ambao tutakwenda uh, nao, lakini mashirika ya umma pia tunapoenda huko mbele yatapewa vigezo maalum vya kiutendaji, wanaita kii Performance indicators hili, eh, ofisi ya Msajili wa Hazina imeshaandaa, inakwenda serikalini na ikishapitishwa ndio itakuwa framework.